Niko hapa leo kwa ajili ya kuwakilisha ya Jenerali Marco Gaguti mkuu wa utumishi aliyekuwa amealikwa kuja hapa kufunga mchezo huu wa soka la ufukweni. Binafsi nimeona mafunzo haya, nimeshuhudia kwa macho yangu kwamba huu ni mchezo mpya katika jeshi la wananchi wa Tanzania. Mchezo huu ni unahitaji nguvu, kujituma na nidhamu, lakini tunashukuru vijana wetu wameweza kuhitimu katika mafunzo hayo ya muda mfupi. Tunategemea sasa kuwapata makocha na ambao ni makocha wachezaji na pia ni walimu. Lakini nipende kuwashukuru sana ndugu uh, zetu kutoka TFF uh, na mashirikisho mengine ya mpira kwa maana wao ndo wameweza kutafuta mwalimu ambaye ameweza kufundisha timu hii kuanzia mwanzo na hata kuhitimisha. Niseme kuwa mchezo huu ni chachu katika jeshi la wananchi wa Tanzania, kwa sababu ni mchezo mgeni, lakini kwa sababu sisi tunapenda michezo na kwa ulezo wa afande mkuu wetu wa majeshi Jenerali Jacob Mkunda tunategemea mchezo huu utasonga mbele, kwa sababu sisi tuna utamaduni wetu kila mwaka kufanya michezo ya afande mkuu wa majeshi. Kwa hiyo mchezo huu tunategemea utaenea katika mashindano mbalimbali mbali ya maeneo ya kamandi na sehemu zingine, na tunatarajia kwa ushirikiano na baraza la michezo Tanzania na TFF kwa ujumla tutafika mbali na baadaye kutengeneza hata timu ya taifa ikiwa na wanajeshi wengi zaidi, kwa sababu tumeshuhudia tuna uwanja ambao umekidhi viwango hapa Mbweni Ndege Beach, ambao hata TFF na baraza la michezo ya Tanzania wameshuhudia na wamekubali. Kwa hiyo tunategemea kumalizia uwanja ili baadaye tuwe kinara wa mchezo huu ndani ya nchi na hata nje ya nchi.